Mtaji anaotajiwa kwa nao nao, tumeweka upendeleo kwa uzawa ambaye anahitaji kuwa na, na, na, na, na mtaji wa mtaji wa, wa, wa dola milioni tano na mgeni na, dola milioni kumi kama kima cha chini cha mtaji. Pia kuna ajira za moja kwa moja zisizo chini ya ajira mia. Ndo ndo sifa za mwekezaji ambayo tunamwalika kuwekeza katika eneo letu la Kwara. Vipo vivutio mbalimbali ambavyo mwekezaji atafaidika navyo, vya kifedha na sio kuwa vya kifedha ki. Ukitembelea ile eneo wakati unakuja, kuna kuna treni ya mizigo inapita mahali hapa pamoja na treni ya dunia. Kwa hiyo pale anapozalisha anapozalisha za bidhaa zake, ni rahisi kuzisafirisha kwenda zinakoenda, na pia kuna bandari kavu uh, ya Kwala uh, dry port ambapo mwekezaji anayesafirisha mizigo nje ya nchi bandari inakuwa liko hapa mita 100 kutoka alipo hizo uh, ndo advantage za sehemu ambazo sio za kifedha, pamoja na zile na ile inakuwa na fast one stop facilitation center ambako anahudumiwa na zile taasisi zote za serikali kwa njia rahisi. Uh, pia viko vivutio vya kikodi ambako anapata misamaha mbalimbali ya kodi. Cha kwanza kabisa pia ambacho ni cha muhimu, anapata pia uh, ardhi bure mwekezaji ambaye anakidhi hivi vigezo ardhi anapewa bure. Ardhi eneo la like ekari moja kwa ajili ya kufanya uwekezaji, kuweka kiwanda na ku set up na kuanza. Serikali imejidhatiti kwa namna hiyo. Uh, hivi ndio vituo mbalimbali msamaha -mbali, kwenye mashine msamaha mis, mis, wa malighafi anazoingiza kwenye kwenye kiwanda uh, kuna likizo ya corporate tax yani ya miaka kumi kuna msamaha kwenye kwenye Uh, ushuru wa forodha, misamaha kwenye ushuru wa ongezeko la thamani VAT. Misamaha iko mingi sana ambayo kama kumvutia mwekezaji aweze kuwekeza ndani ya eneo letu. Kulikuwa kuna kampeni kubwa sana ya nchi kutenga maeneo ya uwekezaji kwenye kila mkoa, kila wilaya. Haya maeneo ambayo tumeyataja haya manne ni katika hii kampeni ambayo tuko nayo sasa hivi, lakini in actual sense, maeneo ya uwekezaji yako kila wilaya, Kigoma, Ruvuma, Shinyanga, kila mkoa kuna maeneo yatakayo haya tume, tumeamua tume kuyapa hii special priority kwa ajili ya kuyapromote. Yajaye zile kongani zionekane kwamba hii eneo la kiwanda kimekuwa set up fully, ndio baada ya hapo ni kuzidi kupanua hii, kwa ina hekari nyingi sana. Tumeamua kwanza na zile 100 zikija, tuna panua tena a, a, eneo kubwa zaidi. Hizi ni kwa ajili ya ya kupata kwanza, zijaye ndio tupanue zaidi, lakini kusema kwamba kwa tumetenga 100, sio 100 tu, eneo ni kubwa sana, ni kubwa zaidi ya hiyo na tofauti ya, ya maeneo haya yakwananana uzwagi uh, na hapa tulipo, ni malighafi gani inapatikana katika ile eneo, huduma gani zinapatikana katika huo karibu. Lakini kama mwekezaji ni kwamba unaweza kufanyika tofaut mbali, ni mwekezaji anachagua kae wapi kwa ajili ya apate malighafi zake kwa urahisi, kwa namna gani na nini kuhusu na taku nahisikungani za biashara hakuna uh, kitu kinafaidisha kwa biashara uh, kongani za za za viwanda viwanda vinafaidika sana vinapokuwa sehemu moja, hasa pale ambapo mazao by product inayotoka kwenye na product inayotoka kwenye kiwanda kimoja inakuwa ni ni, ni malighafi ya kiwanda kingine. Mfano, tuwe hapa na kiwanda cha kwanza kinachukua pamba kinazalisha uzi Kiwanda cha pili kinachukua zile nyuzi kinazalisha vitambaa. Kiwanda cha tatu kinachukua kile kitambaa kinazalisha vitambaa vya rangi mbalimbali. Cha nne kinazalisha nguo za aina fulani, na cha tano aina fulani, cha sita aina fulani. Kwa hiyo hii setup ya kukua sehemu moja na yenyewe ni alikuwa ni ni, ni, ni fursa kubwa sana kwa uwekezaji wa eneo hilo.